Mpaka tarehe ile ya siku ya gawio kutoka katika taasisi na mashirika ya umma ulipopokea gawio hilo, ulituagiza kwamba mwaka unaofuata unataka uone gawio limeongezeka na likiwa ni nono zaidi. Na Mheshimiwa Rais, ili makamanda wako na watu wako na wasaidizi ujue wanatekeleza, inabidi tufanye kazi hiyo kwa vitendo, na naomba niseme wenye viti wote na bodi zao Management na bodi zao na wafanyakazi ambao sisi ni wawakilishi wao kwa uchache wao e, tumeweza kuyatekeleza hayo Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mbele yako leo, Mheshimiwa Rais, ninayo furaha ya kuku kabidhi gawio ambalo ni nono kuliko la mwaka jana, na kwamba mpaka kufikia jana tarehe tisa mwezi Juni mwaka 2025 Ofisi ya Msajili wa Hazina imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi moja na bilioni 28. Na Mheshimiwa Rais, kiwango hiki ni ongezeko la asilimia 68 kama tutalinganisha ulichokuna kipokea siku ya mwaka jana na unachokipokea leo, na mwisho wa mwezi bado hatujafika, kwa maana ya kwamba hatujaufunga mwaka basi hata tungesema kwamba leo tunaishia hapa, na huzi siku za mbele hatutapokea chochote, bado tutakuwa tumefanya kazi nzuri zaidi kwa asilimia 34 ukilinganisha na mahesabu tuliyokusanya mwaka mzima mwaka jana ambayo yalikuwa ni bilioni 767. Mheshimiwa Rais, raisi, gawio hili eh, la michango linajumuisha mashirika yote ya umma yaliyomo chini ya usimamizi wa msajili wa hazina na kampuni ambazo serikali ina hisa chache ambazo pia zote zinasimamiwa na ofisi hii. Na kimsingi makusanyo haya Mheshimiwa Rais bado yanaendelea, tunatarajia kwamba hesabu itaongezeka kabla hatujavuka mwaka huu. Mheshimiwa Rais, katika kiwango hiki cha shilingi trilioni moja na bilioni 28 kilichokusanywa mwaka huu ni mjumuisho wa dividend au gawio kutoka mashirika na kampuni zinazofanya biashara ambapo jumla yake tumepata bilioni 603.4 ambayo ni asilimia 59 ya makusanyo ambayo tumeshayakusanya mpaka sasa hivi. Mheshimiwa Rais, pia tuna mashirika ambayo hayafanyi biashara, haya hutoa asilimia 15 ya mapato yao ghafi na huko tumeweza kukusanya shilingi bilioni 363.4 ambayo ni asilimia 35 ya mapato ya makusanyo yote, na makusanyo mengineyo kiasi cha shilingi bilioni 21, hii inaleta kama asilimia sita ambayo yametoka katika vyanzo vingine mbalimbali. Mheshimiwa Rais, takwimu hizi ni ushahidi wa mwelekeo chanya na matokeo ya juhudi za mageuzi ya kiutendaji yanayotekelezwa kwa maelekezo yako. Hata hivyo, uh, kiasi hiki kilichokusanywa katika jumla ya taasisi zote ni taasisi 213 ambazo mpaka sasa zimechangia, zingine tunategemea kwamba zitaweza kuchangia. Mwaka jana kipindi kama hiki tukikukabidhi tarehe kumi na moja mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na nne Taasisi zilizokuwa zimechanga zilikuwa zimeshafikia 145. Kwa hiyo mwaka huu kwa kufikisha taasisi 213, maanayake kumekuwa na ongezeko la taasisi 64 ambayo ni sawasawa na wastani wa asilimia 47, na hii inamaanisha kwamba tuna mashirika kama 57 ambayo bado hayajatoa gawio ambayo ni sawasawa na asilimia 22. Tunategemea hawa ndani ya kipindi hiki wajikusanye wale ambao shughuli zao haziruhusu kabisa, basi tunawaelewa kwa sababu kuna taasisi za namna hiyo, lakini zina mchango mkubwa sana katika taifa, nazo tunatakiwa tuendelee kuzitambua na nafikiri kikao cha Arusha inakuwa ni nafasi nzuri sana siku zote ya kuwatambua kwa unyeti wa shughuli zao, Mheshimiwa Rais.